Tunachelewa kwa mambo yasiyo na msingi, yanatupotezea muda. Mnahangaika, mnaposti kwenye maviposti hivyo vyenu, mara hili mara hili, mpaka watu wengine hata wanaingilia uhuru wangu wa kuniambia nifanye hivi mimi huyu niingilie. Ukiniingilia, ndio umeshapoteza kabisa. Mimi huwa sipangiwi mambo. Mimi ni rais ninayejiamini. Ni rais ninayejiamini, ni ni siwezi nikapangiwa mtu, ninapanga mimi kwa sababu hata siku ya kwenda kuchukua fomu nilichukua mwenyewe, hakuna mtu aliyenishauri, niliamua mimi mwenyewe kwamba mimi nafiti kuwa rais. Kwa hiyo nitaamua mwenyewe nani anatakiwa kuwa wapi akae wapi, ni mimi ninayepanga. Ninajua wamenielewa.